Jeshi la polisi linapokuwa lina taarifa za kiintelijensia za wazi na zisizo wazi, na kwa mfano upande wa, wa maandamano ya Chadema, viongozi wa Chadema na Watanzania ni mashahidi, walisema wazi wazi kwamba wanaandamana wakakinukisha. Sasa jeshi la polisi linapokuwa na taarifa kama hizo za kiusalama, likashirikiana na muhimili wa mahakama kutoa haki ile ile lakini kwa kutumia teknolojia tunaposema hapana mtaani huyu mlengwa kwa vile anaweza akapata haki yake kwa kutumia huduma ya mahakama mtandao, tukazuia fujo mtaani. Mimi naomba Watanzania watuelewe, kwa sababu tunafanya haya kwa manufaa ya nchi yetu na ni sehemu ya jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha tuna wanachukua wana, wana, wana, hatua za kiusalama kuhakikisha raia na mali zetu wa Tanzania zinaendelea kuwa salama. Lakini jambo la pili e, niliona mmoja ya viongozi akisema anahitaji special treatment anapoenda kumwona mahabusu, hiyo nayo sio sawa e, zipo taratibu upande wa jeshi la magereza, ndugu rafiki jamaa anapotaka kwenda kumwona E, ama mahabusu ama mfungwa, zipo taratibu ambazo zinasimamiwa. Kwa hiyo tukitaka tuwe tuna VIP treatment na yenyewe inakuwa sio sawa, kwa sababu na yenyewe ni discriminatory. Ye, Jeshi la Magereza, upo utaratibu mtu akienda kutaka kwenda kumwona mfungwa, taratibu ziko wazi na mzisimamie, ili isionekane kuna watu wenye hadhi fulani wanapendelewa na mnyonge labda E, anaonewa na ndio maana tukaweka taratibu ili kuhakikisha e, utaratibu unasimamiwa bila kujali status ya mtu yeyote. Kwa hiyo Kamishna Jenerali wa Magereza, mwendelee kusimamia taratibu, mtende haki, na hivyo hivyo ndicho nachomwagiza e, kamanda wa jeshi la polisi nchini IGP, e, IGP Wambula kusimamia taratibu, sheria ili kuondoa e, manung'uniko yoyote kwa sababu ya preferential treatment.